ni matunda vijana wa Moba nawapatia watu habari wanaopatikana duniani kote na saidi wasanii mbalimbali wa muziki na wa filamu wote. Onda wetu watazamaji wa Moba Actualite Media. Basi leo tumeweza kutembelea mblo kibya, ambako tumeweza kumwenda kumtembelea, ni mzee wetu mmoja, ambaye ambae tunaweza kumjulia maisha yake, na inasemekana mzee huyu ame, ameweza kupata upofu mnamo miaka ambayo ataweza kujeleza mwenyewe. Basi tunakuomba tu uweze kutufata mwanzo hadi mwisho na uwe makini, asante. Jambo, kwa majina unaitwa nani? Kataya Jaques. Umeweza kuzaliwa wapi? Kimbi. Mwaka wa, wa ngapi? 1940. Asante, pendo wetu watazamaji, mzee wetu ameweza kuzaliwa mnamo 1934. E, basi tena tutamuuliza mzee, umeweza kuoa wanawake wa, wa ngapi? Tangu utana wangu niliwa bibi wa kwanza, tulanaweza watoto, akafariki. Mweza kuzaa naye watoto wangapi mke huyo ambaye ameweza kufariki? Watoto watano. Watoto watano. Na kati ya watoto watano, wangapi wanaume na wangapi wanawake. Wanawake, wanawake wake ni wawili tu na baada ya mke kufariki, umeweza tena kuoa? Ndio, yeah. Weza kuoa sasa bahati atuweza kuzaa naye, naye kufariki. Na baada ya kufariki mama huyo, amkuweza kuzaa naye. Je, magonjwa yako ama upofu wako umeweza kuja tangu umezaliwa ama wakati ulipofikisha miaka ngapi? Upofu wangu unakuja

wasemavyo wenye wataalamu kanseri ya mjicho ndoni anza. Asante wapenda wetu watazamaji, kama vile mnavyosikia babu wetu ameweza kupata upofu na inasemekana ni kansa ya macho ambayo imeweza kumletea upofu. Basi ni naye mwenzangu hapa, kama atakuwa na la kuongezea, ataweza kumuuliza babu kama anayo ulizo. Karibu Madalen. Ndio babu, unaweza kutuambia masomo yako ya primaire ulisomea wapi? Naanza Kimbi. Kutoka Kimbi wananituma nakuya Lusaka, Lusaka huko. Lusaka ilikuwa mwaka gani binfsa? Eh, karanti ndio, natoka Kimbi kuya ku masomo kuLusaka. Na masomo yako ya sekondari ulisomea wapi? Asikuweza kufikisha sekondari, tulikuwa bawili, mimi na mkubwa yangu, kuingia mwaka moja. Lakini wakati huo mkubwa yangu akapenda kuwa padri na mimi nilipendaka masomo ya padri. Sasa mwangalizi wa masomo Marehemu Stefano Kaoze aikuwezaka kumufurahisha sisi wote tingie kumasomo, alfu huyu nkambo yetu atatunzwa na nani, na sisi ndi walikoma wangalia nkambo yetu. Yani unamujua abe Stefano Kaoze unamufahamu? Mimi? Ndiyo. Sana sana sana sana na, babu. Unaweza kutuambia ni kazi gani ambayo ulikuwa ukifanya wakati macho au ya kufa? Mimi macho wakati toka na, na, na, na acha masomo nianze kazi ya ujenzi, kujifunza ujenzi kule kwa Bekia ikawa kule, kule kule mpaka vitendo aaa, tunaanza Santa Maria ndio anaita tena, naenda Kalemi

Nilizaliwa kimbi kimbi. Ah, kimbi. Kimbi ni wapi kwanza, kwenye ulizaliwa kukimbi, ni wapi nafasi gani? Kule kutoka nani moto wa nani wa, wa pakademi oh. Kufoshi bendera. Kufoshi bendera. Okay. Sasa mtoni wenye unaitwa kimbi. Asante. Mm. Mm. Nizaliwa. Asante babu. Asa, unaweza kutuambia tena um. Unakwana miaka ngapi depuis kikala baye parcelle? Na kwa tu na miaka tatu na kwa tu na miaka tatu, na na tangu japa. I parcelle ni, ni, ni yangu, si yangu. Yangu ilikuwa kule chini kwa bora, sasa nyumba ikabomelewa na maji Mtoto yule mwenye kuwa kunani huko, wakati aliposikia yendo alikutuaka akisha kuuza hii parsele, ndakasema baba, usiangaike bakia kwanza mwile parsele yangu, ndokuya kuletwa hapa ndopenye niko lakini nyuma mtoto asema hapana

anatuma na huyuhuyu na, mwenye naona bovoka huyo mm. mwekubovoka mungu mm. ndio tunaishi naye sana tangu mimi bibi kufa, ndio mwenye tunaishi naye maisha yangu yote. Mm. kwa hapa sasa, kenye kiko na kusumbua ni kitu gani par rapport na mwili wako, apart macho, kitu gani kenye kiko nakusumbua sana kwa sasa? ilili nisema kanseri ya kukicho ilikuwa ng'ambu ya jicho moya. Mm. Sasa inakuwa na ng'ambu ya jicho ya pili. Eh, tena na nanya kama kama ni tazemaji, nilisali kupoza umugu wa shoto na mm. mkono mm. awina nguvu zaidi zaidi. Ndiyo, watazamaji wapenzi, kama mnavyotuona babu ameweza kujifasiria kidogo kuhusu maisha yake. Alisomea pale Kimbi na alisomea pale Lusaka. Kimbi ni mgini unaopatikana pale kupita kale mipa Force Bendera, njo kule aliweza kuzaliwa. ndio Ndiyo babu, unaweza kutuambia kuna benji kubwa ngapi? atusikia vizuri. 14.

nilikuwa naipata wakati huo. Sasa franga yinaisha a na, nakuwa naikala hivi tu, kapata wapi franga yakwani? Ganipeleku hopitali hakuna kama unavyosikia mpendo wetu mtazamaji, babu huyu tangu ameweza kuumwa mguu, mkono, yaani matunzo hayapatikani kwa whitilafu. Hata kwenda kwenye hospitali inakuwa vigumu kwake. Ndiyo babu, na kuhusu chakula uko unapataje shida? benye bakutafuta chakula ndio nabo bagonjwa kunakuwa mkubwa, mtoto mkubwa naye miguu aviendi Ufata tena munjugu na nae munyumba na migu miguu aviyendi. Shida napata chakula kwa shida, kwa shida sana, aimwenye wa wa msaada, naye sijui huko kama iko na, na, na shida gani sijui, wala ni masiku aja ajatukumbuka bado uku

Sina la kutembea sina, lakini wa Kristo wananifikiaka. Katoliki atangu utoto wangu, mm. mm. atangu utoto wangu na eh, okay, na watoto wote na manzalua, Katolika. Bibi wa kwanza anakufa.

na wakati wa ukimbia uh -huh. tukabakia kwa mwange nikawa katekista pale okay. mm. kama unavyotazama babu huyu pia ameweza kutumikia kanisa ama kanisa katolika ambapo ameweza kutumikia katika titre ya katekista pale misembe hata na mwange wakati wa makimbizi ndivyo ameweza kutueleza babu yake kufuatana na maisha yake ambayo tuliweza kumuuliza kwa siku ya leo Ndiyo watazamaji wapenzi wa, wa Moba Actualite Media, baada ya kumaliza mahojiano na babu Jacques, tunataka kuingia nyumbani mwake tuone mali anapoishi mali anapolala ni kwa hiyo, na msitu msitoke kando kando ya matelevizion yenu, hili mweze kutufata, tunataka kuingia kamije Media mujengo wende juu zaidi, unahitaji nguzo kuzaidi. Media na malengo yenye kufaidi, tungoje pamoja kusu Media. Naomba kwa viongozi watarafa Moba kusaidia kwa maendeleo yenye kudumu Media. Naomba kwa viongozi wa jimbo faidyakwa maendeleo na ende juu. Ndio tushakuwa ndani ya nyumba ya babu Jake na hapa ndio mali anapoishi ndio

Ndio nadhani munaona fasi ya babu yake anapolala ndio hapa babu Keza. Sasa hii matela si njo ya mupya wape, ii huku ndani mnaiona huko? Ndio tunaona kwa matela ya mupya ndio hiyo siku yenyewe nilizi miyaka ndokaleta sendupakuwa wamlalishe kwanza ulizi miaka siugani nakua juma ya pili. Sasa juma ya pili depuuzimia belenisema kama kula sasa, ndo naanza kufunguliwa naanza na kusikia njaa na kama mtoto mdogo, sikuanakula wala sikuana kunywa mazi nipoto poto. Kwa hiyo depuuzimia au kwa na kula tena, sikuanakula sikuwana waza kama niko pa dunia Nipo tu. Na baada ya kuona panafasi anapolala babu Jacques mm. nafasi anapoka basi, tutaenda kumuliza kama anaweza kuwa na neno ya mwisho watazamaji wetu. Babu Jacques mm. unaweza kuambia neno ya mwisho watazamaji wetu, wata watazamaji wetu unawambia mm. ni ni, ni neno ya mwisho. Mimi neno la mwisho kwa upande wangu ni kuniombea tabu tabu ya maisha ina inazidi. mm. mm. wananiombea tu, yatukuwa Mungu basi. Tunakula kama vile, kumbe ndege ni afadhali, sababu yeye anamka tu, chakula iko popote. mm -hmm. Sasa watu mpaka kutafuta, nabakutafuta ndo wagonjwa, ndo ile tena ya pili. mm. Mtoto huyu alieni sema kama baba wende pale. mm. akasema makaratasi iko na fulani. mm. tangu hapo, alisemaka ina karibu karibuni juma tatu. mm. makaratasi ile shiipogei. oh, okay. hey. maana yake ni ni, mm -hmm. kuna nene ndo ile iko mkunizuru ndani ya roho yangu. mm. uh, sania nakamu nyumba nakamo tu mwewa

Asante, Napolini. Ulikuwa nami Malifita Kaile Hema. Basi nilikuwa nikisindikizwa naye Madalen Kiondwa, na nyuma ya kamera nilikuwa naye Ashka Kalala. Basi tuonane tena siku nyingine inshallah, hadi Bye bye.